Mwalimu Julius Kabarage Nyerere, Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanzania, wakati mmoja alisema Kenya ni man eat man society, ni kama nchi ya watu wanaokulana. Na sasa hivi ukiangalia dunia nzima imekuwa ni kama dunia ya watu wanaotafunana, ni kama tunamalizana katika ulimwengu. Somo langu leo ni kuhusu man eat man world, dunia ya watu ambao wanakulana, wanatafunana. Majina yangu ni Steve Mbugua Thoithi, Steve wa Yesu, toka jimbo kula Mombasa, Kenya, ikiwa tarehe 14 Januari mwaka 2026. Maneno ya mwalimu Julius Kabarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania ya kwamba Kenya ni man-eat-man society, unfortunately kwa Kiingereza au kwa bahati mbaya, haya maneno yamekuwa ni kama kawaida. Abductions katika nchi yetu imekuwa normalized, imekuwa ni normal. Mauaji sio kitu kubwa tena, wahenga nasema ni kama the blinking of the eye. Jicho vile linavyofunga na kufungua, mauaji yamekuwa hivyo, sio kwenye familia sio kwenye marafiki, sio kwenye sehemu za kazi, sio kwenye serikali. Hata walinda usalama anaotakana kuleta usalama, wamekuwa hata ni hatari wakati mwingine kwa maisha ya mwanadamu. Badala mwanadamu ajisikia akiwa na amani wakiwepo karibu, anasikia kuogopa. Ni hali ambayo haipendezi katika nchi yetu, na sio nchi yetu tu. Ndio maana nasema ni man eat man world. Angalia taifa jirani la Tanzania. Mama amekuwa hatari kama mwendo wazimu, hata kuliko Idi Amin, dada. Mambo aliyefanya wakati wa uchaguzi wa Tanzania ni mambo yanayetisha, mambo yanayogofya, ni mambo ambayo kabisa hautarajii yangeingia kwenye akili ya mwanadamu. Kuua watu kama kuku imekuwa ni hali ambayo haipendezi hata kidogo. Dunia imeingia udikteta ambaye haueleweki. Hata nyakati zile za Hitler imekuwa ni kama mchezo sasa. Nyakati za Idi Amin imekuwa ni kama mchezo sasa. Angalia taifa jirani la Uganda, hamna uhuru wa kuongea tena. Madikteta wa sasa hawataki kusikia hata sauti. Mpaka kwenye mitandao tunafuatwa. Angalia Somalia, angalia South Sudan, the chaos ambayo tunaona ulimwenguni leo, the intolerance, hatuwezi kusikia sauti ya mtu mwingine. Wizi wa mali ya umma ambayo tunaona katika nchi zetu ni hali ambayo inaogofe na inashangaza, unabaki kushangaa, mali hii yote watu wanaibu, wafanye nini? Naye wataenda chooni tu kama wanadamu wengine, baada ya kula mali watu watakufa, wawache. Unashangaa ni wenda wazimu kiasi gani ambao unaendelea. Ndio maana Paulo kauliza wa Galatia, nani ndiye aliye waroga? Akawahitwa wakumbavu. Nafikiri neno hili na apply kwetu sisi leo hata zaidi kuliko watu Wagalatia wakati ule, kuliko wa Galatia generation. Na gani ambayo tunaiona, ni mafundisho gani ambayo tunafundisha watoto wetu na wajukuu wetu? Kama tunamalizana kiasi ambacho kinachoendelea, je, watoto wetu itakuwaje? Angalia hata Amerika ambayo tunaita the greatest democracy. Unashangaa, ni demokrasia gani? Rais Trump saizi anachukua mataifa mengine anayafanya kuwa Amerika. Alianza kwa kutaka Canada iwe ni sehemu moja ya Amerika. Ameenda Venezuela, amemtoa rais na amesema atatawala Venezuela akiwa Amerika. Ni wenda wazimu kiasi gani! Anataka oil ya Venezuela. Unachukua inchi ya watu wengine na mali yao, rasilimali yao kwa nguvu, nataka iwe kwa, ya kwako ni demokrasia aina gani hii? Tunaita demokrasia? Angalia, amekuja DRC Kongo, anataka madini yao, dhahabu zao na madini mengine yaliyoko kule. Ametamka anataka Greenland, anataka kuchukua kwa nguvu. Tunaelekea wapi wanadamu? Ni nani hakika ndiye aliyetoroga? What a crazy world we are living into today. Na hii yote ni kwa ajili ya pesa kwa ajili ya dhahabu, kwa ajili ya vitu vya kuonekana, vitu ambavyo vitakufa na tuviache. Ni nani ndiye aliyeturoga? Ndio swali kubwa. Mungu wa huruma atuhurumie. Kama tulirogwa, damu yake Yesu ituoshe itufungue, ituondolee urogi huu. Angalia siasa ya Kenya ya leo hii, napoelekea kwa uchaguzi, utafikiri ni kufa kupona. Mamlaka tu, ofisi tu, mauaji, uizi, kupora mali kwa njia ambayo haieleweki, watoto wetu kubebwa, hajua na wanapelekwa wapi. Siasa mbaya ya chuki, matusi, mauano. Ina, ni sickening ina, inafanya hata unajisikia ni mgonjwa, unasikia hata kutapika, it is despicable. Ni hali ambayo kweli haileti sura nzuri kwa wanadamu wa dunia hii ya leo Kweli kama sisi ni Wakristo, nchi ya watu ambao wanamuogopa Mungu, haya mambo hayange yafanyika. Jumapili juma pili, tuko kwa makanisa, nasema ni haleluya, tunasema Bwana Yesu asifiwe, nasema tumeokoka, wengine kwenye misikiti wakisema ala, lakini mambo yanayofanyika ni mambo yaibu, we, ya aibu kweli. Wanadamu tumekuwa tatuni aibu hata mbele ya watoto wetu, mambo tunayofanya ni nani hakika ndiye aliyeturoga? Mungu wa huruma anisaidie, akisaidie hebu somo wa Galatia tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu Utaona Mungu anatuita wa wakumbavu, kwa maana ukumbavu umejaa dunia leo. Utaona Mungu anashangaa nauliza, tulianza kwa Roho ta kumaliza kwa mwili. Nchi ambayo ilikuwa ni Wakristo, watu walio na hofu ya Mungu, watu wanaofuata njia za Mungu, sasa tumekuwa ni watu wasi kuliko wapagani. Mungu wa huruma atuhurumie, atusamehe, atusaidie kwenye siasa zetu na kwenye maisha ya kawaida, kwa maana haya mambo yakombaa kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, barabarani yako na polisi yako na jeshi yako, kila mahali yako, kwenye maofisi ya serikali ya kibinafsi. Unyama unaopita unyama. Man eat man society. Man eat man world. Mungu wa huruma atuhurumie, tusamehe, takase, tubadilishe, achilie Roho Mtakatifu atuangaze na atuongoze Tubadilike hapa duniani, la mwisho ya safari hii tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini, amina. Kwa jina la Baba la Mwana roho Mtakatifu, amina.